Ina maana maneno matamu. Mithali anasema hivi, jawabu la upole ugeuza nini? Hiyo ni Mithali kumi na tano. Wamama, hebu niangalieni, hebu niangalieni nyewe wenye waume zenu, na nyewe wenye watoto walioolewa, mkawafundishe. Mume wake ameshakasirika, usitumie na wewe tena kukasirika Mume anapokasirika usijitahidi kujitetea, usijitetea hata kama kosa si lako. Kwa wakati ule omba samahani. Samahani mume wangu, sikukusudia kukuudhi. Hivyo siku nyingine kabisa, atakapokuwa amefurahi ukimwelekeza, ataelewa. Lakini kadri unavyomwelekeza kumuonyesha kwamba kosa si lako, unamtia hasira. Usifanye hivyo mama, hiyo nguvu Mungu ameweka ndani yako, unaweza maneno matamu, zungumza naye vizuri, mtie moyo. Usimlinganishe mumeo na wanaume wengine. Yani mwenzio, mnafanya kazi moja, ni mwalimu kama wewe, lakini wenyewe wana gari, wamejenga. Unataka na mumeo aibe akafungwe? Umeshajua yule mwanamke mwenzako kule anamsaidiaje mumewe? We una mchango gani hapo nyumbani? Usimlinganishe. Silaha namba ngapi tunaenda Namba nne. Silaha namba nne, mama jikoni. Wapi jamani, wanaume wanapenda kula, tena sio kula tu, chakula kitamu. Na hiyo ni sifa ya mke mwema, sawa. Ngoja niwasomee, hiyo ni sifa ya mke mwema katika ile Mithali thelathini na moja anasema Uh, tena Mithali 31:15, tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Mke mwema anaamka saa ngapi? Na wewe unayelalaga mpaka jua linakutokea umelala eh? Hivi wewe unajiona ambavyo mume wako kapata hasara. Lakini mwanaume anaenda kazini na njaa na ameoa Jamani, kuna aibu nyingine, kwa kweli ni aibu. Sasa ameoa nini, anaenda na njaa, na njaa na ana mke kweli? Mume wangu atoke nyumbani kwangu na njaa? Never ever. Niliwaambia niko hapa, lakini kule nyumbani anakula, si ndio? Nilishaandaa kila kitu vizuri tu, ni lazima ale asubuhi. Mama kwetu tulipochezwa unyago tuliambiwa ujue kushika tumbo la mumeo shika tumbo lake lishike ashibe na ujue namna ya kupika niliwasomea mhubiri mbili fungu la ishirini na nne mhubiri tisa saba mpaka tisa mwanadamu chini ya jua hapati jema ila kula kunywa na kumfurahia nani mke wa ujana wake Ruhusu mume wako akufurahie, ruhusu chakula kitamu. Muulize, ungependa ule nini? Anajua uwezo wenu, hawezi akataja chakula ambacho hamna uwezo nacho, si ndio? Atasema chakula kulingana na uwezo wenu, ili akale, akae chini, ale, afurahie maisha. Wale wamama wenye watumishi nyumbani, wenye wasaidizi, tuone tukutane hewani. Unaona aibu kupunga, eh? Hebu punga huko, punga. Na wale wenye watoto wakubwa mabinti wako pale nyumbani, punga. Mm, si tuna shida kubwa sana. Lea, baba yako karibu anarudi kapike. Kila kitu Lea. Na Lea kweli anapika tena anapika vizuri sana. Na mnakaa mezani mnakula. Baba anakula chakula kitamu. Anakuambia, "Eh, mke wangu, chakula kitamu, ulivyokosa akili." <laughs> <laughs> Baba Lea huyo. Yaani unamsifilia kabisa kwamba si wewe ni Lea. Biblia inasemaje? Shetani kama simba angurumaye anazunguka zunguka, si ndio? Akitafuta mtu ammeze. Anazunguka kichwani mwa mumeo. Hivi wewe mbona mshamba sana wewe? Angalia chakula hiki kinachoonekana kitamu hivi. Kisichoonekana anapikaje huyu binti? Si uonje hapo kidogo. Mara ya kwanza atasema shindwa kwa jina la Yesu, atasema mara ngapi? Na kila kitu yeye ndio anamfanyia. Hufanyi chochote. Kwa raha zako, na unajiita mwanamke. Umeharibu ndoa yako mwenyewe. Kila mwanamke aliye na hekima, Mithali kumi na nne, huijenga nyumba yake, bali kila aliye mpumbavu anafanyaje? Huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mama tulia jikoni. Kuna wadada wa siku hizi, ndio kabisa, kitunguu chenyewe ni kimoja ndio kilichobaki, anakaanga kitunguu huko, anasapuka kitunguu kimeungua na hana kingine, anasema ngoja ah, tu nipike nipike hivyo hivyo. Wa wamama kitunguu kikiungua <laughs> kuna radha hapo. Wakati wa kupika, mwanamke weka kila kitu kando. Mara nyingi ukinipigia simu nyumbani masaa yale ya kupika yale, nimezima simu kabisa, kwa sababu simu ni nyingi, nitafanyaje? Lazima nizime simu, nipike, nipikie kibajangoro wangu hali ya furahi, sawa eh? Kaji koni, mama tulia. Unapika dagaa anapiga mbizi mama, kweli? Yani ni dagaa umeshapika, umewaleta mezani, lakini wanaogelea wao wanaogelea. Dagaa kweli, wee mama, baba anaingiza tonge, linatoka kama lilivyoingia. Hapana, staili yako mama ya kupika ni hiyo hiyo tangu uliolewa, na miaka kumi, staili yako ya kupika wali ni hiyo hiyo, hiyo. hata akifumba macho anajua wali huwa mke wangu <laughs> We mama, staili yako ya maharage ni hiyo hiyo unakanga kitunguu unaweka na mafuta, ndio unaweka maharage, ndio hivyo hivyo Hujui kwamba wenzako tunapikaga na nazi? Hujui kwamba maharage ya mawese matamu ajabu? Hujui we mama? Wewe mwanamke anatakiwa kuwa mbunifu, mbunifu jikoni, mbunifu unavyoonekana, mbunifu kule, namna gani, vipi, mbunifu. Eti wewe uliambiwa kifo cha mende, kifo cha mende, kifo cha mende hicho hicho, kweli? Nyie hamjambo? Tulia jikoni, pikia watoto wako chakula bora, na mume wako chakula bora, na wewe mwenyewe. Maisha ni mafupi. Kila hatua ambayo uko na mumeo ifurahie, utaijutia siku moja. Kila hatua ambayo watoto wako bado wako kwako ni wadogo ifurahie. Watakapoenda kwao utatamani waje uwapikie, uwezi tena, wameondoka, si ndio? Tunaenda silaha namba ngapi eh? Namba tano ni mwonekano. Twende kwenye sifa za mke mwema za Mithali. Ukirudi nyumbani ukasome mwenyewe hizi sifa zote na ujipime. Aa, Biblia inasema hivi mke mwema. Mbona mm. sioni tena imekimbia. yeah. Sikiliza kwanza pale kwenye ulimi pale, andika fungu pale kwenye ulimi, namna ya kushika mumeo kutumia ulimi, andika fungu ni Mithali 31 26. Miongoni mwa sifa za mke mwema ni mke anayejua kutumia ulimi wake vizuri. Anasema mke mwema hufumbua kinywa chake kwa hekima. Sawa. mbona eh? Sioni fungu nalotaka, liko wapi? Sasa litakuwa liko huku sasa hivi nitaliona fungu, njoo wewe, wamama awo wa wanalitaka. Aha. Fungu la 24, 22 mke mwema anasema hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Jamani, mavazi yanaweza yakakufanya muonekano wako umfukuze mumeo au umkaribishe. Ndio maana nimesisitiza sana kuonekana ovyo ovyo ni vibaya, usivaevae ovyo mbele yake ukishinda nyumbani. Kuna wamama akishinda nyumbani, ana kazi nyingi tangu asubuhi mpaka jioni, haogi wala hachani nywele, anashinda hivyo hivyo mchafu. Na ulivyokosa aibu, unaenda unamsemesha mumewe, unarudi na kikwapa, una kinamnukia unarudi na kuna wale wenzangu mimi wanaosuka, wale anasema, he, mimi nywele nikisuka ni miezi miwili. Na joto la Tanga mama, si utakuwa unanuka eh? Joto la Tanga mama, nywele ukasuke mwezi kweli? Eti badala ya kukumbatia kwa hivi anafanya hivi. Maskini anakuogopa kukuambia, utakasirika. Kwa hiyo anafanya tu hivi, maana kichwa kinatoa harufu Mama onekana vizuri, sawa eh? Ni sifa ya mke mwema kuonekana vizuri. Sijasema nguo za gharama, hapana. Kama uko nyumbani unaamua kufunga kitenge na blausi yako, basi piga jeki kwenye hiyo blausi, piga jeki. Jeki umepiga na kitenge umefunga, umevaa sketi yako vizuri kabisa, mama lakini kuna nguo moja umebebea mtoto, kuna nyingine umejitandia, kuna umevaa sketi, lakini bado nyingine tena unafunga hapo. Zimefika ngapi jamani? Kwa hiyo unatembea ukihangaika na manguo, unavutavuta, unafungafunga ya kai. Unajua kuna wanaume hataki kuongozana na mkewe, unaonekana vibaya, ndio maana hataki. Baba fulani nisubiri, ahehe eh, hey, hey, tanguliamo tu, tanguliamo hataki kuonekana vizuri ni sifa ya mke mwema. Lakini wamama, liko vazi la bei rahisi sana na wababa wanalipenda ajabu, linaitwa tabasamu. Nikukumbushe wakati mnaposana, unakumbuka mlipokuwa mnatazamana, nini kilikuwa kinatokea? Mkiangaliana tu hivi kama machizi <laughs> na mwanamke, ulikuwa unacheka na huko unaona aibu eh? Sasa hivi unamwangalia mumeo, hakuna kutabasamu, na macho makavu. Tuone sasa, we mama, wewe we, kweli unafanya haki? Hapana, hautendi haki. Usifanye hivyo mama, onekana vizuri machoni pake. Hebu ukimwangalia, chanua uso, hiyo wanaipenda kama nini ngapi limebaki, yanawatosha. Nikisema sita, siku nitakapokuja, alafu tukiwa na we, tulia, nitakuja. Nikija na kwenye familia, tukiwa na waume, nitafundisha hilo la sita. La sita ni nzuri sana ndilo linafanya ndoa nyingi zinavunjika maji ya kunywa, wamama, wababa, usiku wenyewe, ambao wamjaoa wa na kuolewa. Wababa huwa wanapata kiu usiku. Sasa mama anatakiwa awe anapeleka vimaji kule chumbani, ili usiku kiu ikimkaba, ampe anywe. Kuna wamama hawafanyi hivyo, hatoi kabisa maji. Mke wangu na kiu, umezidi kunywa mimaji kila saa mpaka mnacheka. Hmm. Ila awa watu hawa, ila nyie hasa awa o mtuwefu hawa. Kwani wewe wakati pale mchungaji pale anawaapisha aliwaambia maji umpe glasi ngapi? Imesema glasi ngapi? Biblia inasema kwa kiasi, si ndio? maana maji mengi mwilini si salama kwa afya, kila kitu kwa kiasi. Lakini swali, kwani kiasi chake ni glasi ngapi mpaka ukamwambie mtoto wa mwenzio kazidi? Kwa nini usimpe maji yanyu? Unampa maji vizuri, alafu unamuuliza nikuongeze meridika. unakuwa mchoyo kwa vitu visivyo kuhusu. Sasa, simbarikiwe na Bwana.